Na watu wote wenye akili timamu kuzuia uchaguzi katika njia halali na za haki na za amani. Naomba nitoe mfano huu, ndugu zangu. Naomba kilemba, mama, njo njo. Hii ache, akushikiwi mtu mwingine, toi wewe. Nitakutolea mfano kama rais Samia, wewe utakuwa Rais Samia. Kwa mfano ii Ndugu zangu, tume ya taifa uchaguzi ya sasa sura yake ni hii, naomba mnielewe. Huyu ni Rais Samia anamteua mkurugenzi, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Sema baba, mheshimiwa mwenyekiti, huyu Rais Samia anamteua mkurugenzi wa taifa ya uchaguzi, mkurugenzi wa taifa wa uchaguzi. Rais Samia wa uchaguzi huyu Rais Samia anamteua mkuu wa mkoa wa Arusha, huyu Rais Samia anamteua, naomba njoo, njoo hapa mama, njoo njoo. Njoo. Ah, mama, toa, tumia fono kama utaki kuvaa shuka. Eh, toa. Anamteua mkuu wa mkoa. Wewe ni wewe, wewe, wewe Makonda, wewe Makonda, sogea. Sogea sogea. Sogea hapa sogea. Sogea wewe Makonda. Anamteua mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha. Alafu anamteua mkuu wa wilaya ya Arusha. Naomba watu wawili, njoo njoo njoo njoo njoo wawili, njoo asante, njoo anjo njoo Msuya njoo. Sasa wewe ni nani bwana? Wewe ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi. Hao wote hao wote, sogeni nyuma, mfano wangu eleweke. Hao wote mteuzi wao ni Rais Samia, na hawa wote wanahusika katika usimamizi wa nini wa uchaguzi. Mmeona leo huu sio mkutano wa kampeni wa kuomba kura, ni mkutano wa kawaida wa kujenga uelewa kwa wananchi. Jana saa nane mkutano umetangazwa, siku tatu siku nne, Kilombero, si umetangazwa Kilombero? Jana saa tisa jioni unasema hamtafanyia Kilombero, nendeni usiku sane, na usiku saa nne ndiyo mwenye makamu mwenyekiti na viongozi wengine wakubaliana waje soko kuu hii sio wakati wa kampeni. Sasa jiulize, ikiwa ni wakati wa kampeni, mnakwenda kuchagua viongozi, huyu mkuu wa mkoa na huyu mkuu wa wilaya watafanya nini katika uchaguzi? Lakini huyu mkuu wa wilaya, nyuma yake yuko mtu anaitwa OCD, mbele yake OCD. Anaingia kwenye kikao kinaitwa kikao cha kamati ya ulinzi ya usalama ya wilaya, na mtu anaitwa DSO afisa usalama wa taifa wa wilaya. Wao ni mkuu wa wilaya. Huyu mkuu wa wilaya aliyoko hapa hajasomea kupiga bunduki, hajasomea masuala yote ya ulinzi na usalama, lakini yeye anakuwa mkubwa wa OCD na polisi, na ndio anatoa maelekezo, na ndio tunaona kunyimwa mikutano, kunyimwa nini. Sasa hawa, huyu mkurugenzi nyuma yake kuna mtendaji. Mtendaji ameajiriwa na halmashauri na kwenye kituo cha kupigia kura msimamizi ni mwalimu. Mwalimu ameajiriwa na almashauri, huo ndo mfumo unaosimamia kura. Sasa swali nalowauliza kwa sura hii, kuna uchaguzi kuna uni? kuna uchaguzi kuna uni? tuna wewe mama, si umepiga mwingi, si umejenga madaraja mabango kila mahali mam mama, mama, mama, mama, mama, amoni nie. Sasa tunamwambia weka tume huru, tume hii ama watu wao ambao wanajishughulisha na usimamizi wa uchaguzi kuanzia ulinzi mpaka vituoni, hawa ni sawasawa na Simba na Yanga icheze alafu Manara awe refa, huo mpira utakuwaje? Sasa tunazunguka nchi nzima kuwambia sura ya sasa ya uchaguzi, tume ya uchaguzi ina sura hii. Swali la lawauliza tunavyotafuta mabadiliko ya sheria za uchaguzi, tuko sawa sawa na halali ama hatuko sawa sawa? Rudisheni vitendea kazi vyangu, shukeni chini, kwa sababu watu wengine watasema, lakini Mheshimiwa Leba, tulishinda ubunge, tulishinda kwa gharama kubwa <tori> sana, watu wengine walikufa wengine waliumia. Hatuhitaji uchaguzi wa damu, tuna uchag uchaguzi ya haki na halali. Sasa kuliko tufe kila mara baada ya uchaguzi, ni bora kukawepo na itisho kubwa la maandamano la kudai tume huru, ya nini, ya uchaguzi. Mmeona bunge kule, amesema hoja ambayo tunaisema kila siku, amemtolea mfano Raisi Samia, anamwambia raisi Hivi wewe ungekuwa ndo mtoto wako Abduli ama mkoo wako sasa hivi, Mchengerwa atekwe, Mchengerwa mkoo wake atekwe ama Abduli atekwe, rais atamwaje? Ajipii kazini. Gwajima anasema utekaji umezidi, watu wanauawa, watu wanatekwa, tunaomba serikali ichukue hatua, asa mheshimiwa rais Wabunge wa Chama cha Mapinduzi ndani ya Bunge, akiwemo Iboawenwa, hajaongea chochote kuhusu maisha ya binadamu. Mheshimiwa mbunge, elewa sana tunasema nini. Ili kupata wabunge sahihi, watu watakaoweza kupigania wananchi, madiwani sahihi na rais sahihi, lazima uwe na mfumo wa uchaguzi ambao unaruhusu ushindani. Na kwa sababu huu ni mkutano wa uzinduzi wa operesheni yetu kanda ya kaskazini, tutakuja hapa tuambiane maneno mengi maana a hili jambo, lakini muwe na moyo mkuu na Arusha, muwe tayari wakati wowote wa siku zote. Sisi tumekuwa kwanza katika mabadiliko. Sasa kuna wapumbavu watakuja hapa, wameenda chama kimoja cha chakula kule. Ushauri wangu ni huu, msiende kwenye mikutano ya vyama ambavyo ni, ma, ni wachumba wa CCM, msiende. Sikiliza iyo mikutano ni sawa sawa na wewe uende chumbani kwa mchumba wako wakati ana mtu mwingine, usiende. Ukienda watapata picha, wanatafuta hizo picha ili wa hype kuelekea uchaguzi mkuu. CCM inajua haiwezi kwenda kwenye uchaguzi bila chama kikuu cha upinzani, uchaguzi utakosa uhalali kimataifa, na ukikosa uhalali watashindwa kutambulika. Sasa mkienda people, watapiga picha alafu wataingia nacho kwenye uchaguzi. Itaonekana kwamba kile chama, kuna chama kingine kikubwa kuliko Chadema na ukitaka kujua ni chama chao. Hakuna hata mwanachama mmoja kati ya wale wachache walioondoka ameenda ACT, ama kaf ama NCCR. Watu wameenda chama hicho kwa sababu ni mradi wa chama cha mapinduzi. Msiende kwenye chama hicho. Asanteni sana.